Wakati Liverpool ikipoteza bao moja kwa sifuri dhidi ya Galatasaray kwenye ligi ya mabingwa Ulaya usiku wa jana Septemba 30, huku Chelsea ikimaliza moja sifuri dhidi ya Jose Mourinho na vijana wake wa Benfica, majogo hao wamepata pigo lingine ambalo pia ni kama ushindi uh, kwa the blues. Hii inakuja baada ya kocha wa Liverpool Arne Slot kuthibitisha kuwa goalkeeper Alisson Becker ataukosa mchezo wa Jumamosi wa ligi kuu England dhidi ya Chelsea utakopigwa katika dimba la Stamford Bridge baada ya kupata jeraha kwenye kipigo dhidi ya Galatasaray. Anasema ikiwa mchezaji atakuwa chini e, akiugulia maumivu mara tisa kati ya kumi, ni wazi hataweza kuendelea na mchezo. Bila shaka hatacheza siku ya Jumamosi kwa asilimia 99, alisema kocha huyo Arne Slot. E, mambo ndo jinsi yalivyo, hivyo bwana. hii ni Talent TV. Asante kwa kukaa na sisi. Kama bado hujasubscribe subscribe, basi mi nakuomba, gusa maneno mekundu mbao